Upepo ukivuma, fisi akilia kwa mbali, ngoma za kijijini zikilia taratibu. Nareta, sauti ya kina polepole pole, lakini ya kuamrisha. Usiku wa tarehe kumi na tatu mwezi wa saba, kulisikika kilio cha mtoto kutoka chini ya ardhi. Kilio hicho hakikutoka kaburini la kawaida, kilikuja kutoka kaburi lililozikwa miaka kumi na saba iliyopita kaburi la binti mmoja aliyechukuliwa usiku na bibi yake na kurudi akiwa kivuli cha kile alichowahi kuwa. Mlio wa mti mkubwa ukitingika, kisha sauti ya fisi mmoja. Narrator: huyu ni Zawadi. Alizaliwa usiku wa mwezi mwekundu. Mama yake alifariki dakika tatu baada ya kujifungua. Bibi yake, mama mzee na Nkoma, alichukua jukumu la kulea mtoto lakini kwa masharti ya kichawi. Sauti za watoto wakicheza kisha kimya ghafla. Mtoto mmoja: umesikia, kuna msichana anaishi kwenye mti mkubwa kule porini. Mtoto wa pili: usitamke jina lake, ukilitamka unalala ukiwa unasema maneno ya kichawi. Mtoto mmoja: Zawadi. Ghafla upepo unavuma mmoja anazimia. Kurasa za daftari zikigeuka. Sauti ya mwanaume mkubwa akiongea na huzuni, baba wa Zawadi akiwa kijana sasa. Nilikataa kwa kuamini kwamba dada yangu alikufa. Hakukuwa na mwili, hakukuwa na machozi. Bibi alituambia msiulize maswali, alilindwa rohoni. Lakini sasa watoto wanaota ndoto za kifo chake, na kila usiku ufisi mmoja utembea kijijini, akilia kama mtoto. Ndoto. Sauti ya kike inasema kwa sauti ya chini, naomba mnifufue, kaburi halikufunga. Mwalingu, niliota mara tatu mfululizo. Binti anayevaa nguo za kijadi anasema anataka kurejeshwa kwa mwili, lakini akimniangalia ya macho yake hayana mboni, ni meupe kabisa. Mti mkubwa ukitisikika, fisi wanacheka kwa mbali. kiongozi mvulana mdogo, nilikuwa namfuata mbuzi wetu aliyepotea. Nikamwona msichana mmoja amekaa juu ya fisi, akanitazama, akasema ungekuwa wewe ungeniamini kama ningekutokea ndotoni tu. Akanipulizia vumbi jeusi na nikaanguka. Mkutano wa kijiji, watu wakipiga kelele, ngoma nzito za kishirikina. Mzee wa kijiji Lazima tujue kilichozikwa kule msituni. Bibi yake alikufa siku hiyo hiyo, lakini kaburi la Zawadi halijawahi chimbuliwa. Mwanakijiji, tunaona fisi kila usiku. Watoto hawasemi, hii si kawaida. Huu ni uchawi wa kizazi. Maji ya mto yanayopita karibu na kaburi lake yanaaminika kuhifadhi kumbukumbu kumbu za waliokufa kwa mateso. Msichana mmoja alipokwenda kuoga usiku akaanguka, akasema Nimemwona Zawadi, hajakufa, anasubiri damu mpya ili arejee. Ngurumo kubwa, upepo mkali, sauti ya binti ikitokea porini. Zawadi, kwa sauti ya kike isiyo ya kawaida: mnadhani nilikufa? La hasha, nilitolewa, lakini sasa narudi kumaliza kilichositishwa, na nitaanza na yule waliyeitwa baba. Fisi wakicheka ngoma zinapigwa polepole. Taa ya mshumaa inazimwa. Sehemu ya moja inaishia hapa. Subiri sehemu ya pili: Zawadi anarejea nyumbani.